Hello, habari. Na, kama tulivyokubaliana kwamba leo hatutasoma mambo ya kuumiza kichwa sana, tutasoma kitu chepesi ambacho kitatutengenezea starting point ya darasa letu hili la graphic design and marketing. Moja kwa moja twende tukajifunze nini maana ya design. Kama tunavyosikia maneno kwa watu wakizungumza wakisema, nimejaribu ku design lakini haijakaa sawa, nimejaribu kuweka michoro kwa ajili ya design ya nyumba ambayo tunaenda kuijenga, lakini bado sijapendezewa na mchoro huo. Sasa design ni nini, na design ina makusudio gani au ina maana gani katika kila kazi ambayo inaenda kufanyika baadaye? Kwa hiyo moja kwa moja, wewe kama designer, ambaye we unataka kuja kuwa designer wa graphics, ni lazima ujue maana ya design. Kabla hujaanza kutengeneza posters, logo na au content, lazima tuelewe kitu cha msingi ambacho ni nini, ni what is design. Kwanza ni lazima tujue kwamba design sio, si tu kuandika maneno. Design ni kutatua tatizo kwa kutumia visuals. Tukisema tatizo ni kitu ambacho kinahitaji solution Kisema tatizo ni kitu ambacho kinahitaji solution. Mimi nataka kujenga nyumba lakini nyumba yangu bado sijaiona na siamini fundi ambaye anakuja kutengeneza nyumba yangu mpaka anionyeshe anachoenda kukifanya. Kwa hiyo moyoni nilikuwa na tatizo kwamba nyumba yangu itakuwa kwa namna gani, je, ninachokifikiria ana uwezo wa kukifanya? Na ee hey, ili nikione kabla ajaenda kukifanya. Kwa hiyo kama nifanya biashara, ni lazima utengeneze visual ya biya, biya bidhaa zako ili wateja waweze kufahamu lakini pia wateja waweze kuona kitu ambacho wanakitamani kukipata kutoka kwako. Kwa hiyo design ni, ni, ni kutengeneza kitu ambacho kinatatua tatizo kwa kutumia visual taswira. Lazima utengeneze taswira ya kitu ambacho unakiuza, lazima utengeneze ta, taswira kwa kitu ambacho unatengeneza service fulani. Hao, sasa inakuwaje? Design ni kutumia picha icon, color, shape, layout, elements mbalimbali mbali ili kusaidia mtu kuelewa jambo fulani na kutatua tatizo fulani. Kama tulivyosema, unataka kujenga nyumba lakini unahitaji kuona nyumba yako baadaye itakuwaaje. Kwa hiyo vitu ambavyo vinatumika sasa kufanya hilo tatizo liweze kuwa solved, ni picha, icon, color, shape, layout pamoja na element mbalimbali mfano tunavyoona hapa, hili ni tangazo, wanasema: tangazo kwa wanafunzi wapya. Tunapenda kuwajulisha wanafunzi wote wapya kuwa mnatakiwa kufika na viatu vya kamba na vya kufunika rangi nyeusi. Hii ni sehemu ya kanuni ya muonekano unaokubalika darasani. Tafadhali zingatia ili kuepuka usumbufu siku ya kwanza ya masomo. Asante kwa ushirikiano. Hapa mara nyingi matangazo ya namna hii ni tofauti, tangazo la na namna hii kwa sababu gani? Hapa tunasema hili tangazo na hili tangazo halijakamilika kwa sababu ni maneno matupu. Kwa kama ni designer, visualization ni lazima ihusishe baadhi ya hivyo vitu hapo Kiachana na maneno. Kwa hiyo lazima tangazo liwe na picha, icon, color na shapes, na element mbalimbali, lakini pia iwe na layout nzuri. Kwa hiyo hii tunasema iko sawasawa kwa sababu mwanafunzi anatakiwa aje na kiatu cheusi anatakiwa aje na kiatu chenye kamba lakini cha kufunika. Kwahiyo mwanafunzi amesha kiona kiatu ambacho anahitajika kuja nacho darasani. Kwa hiyo hapa tumepata design definition. Kwahiyo siku nyingine, najua hautaweza tena kupata shida kujua maana ya design. Asante na tutaendelea na session inayofuata. Karibu sana.